Nishasema no. Nishasema no. Nishasema no. Nishasema no. Haina maana kunisema bwana unipa lawama eti kisa sina jina. Haina maana kunisema bwana unipa lawama eti kisa sina hela

Sema nevaneva gola nogola no gola nilijinyima, ili wewe ufurahi, ufurahi, ufurahi, ukabadilisha mambo, ukaanza viji mambo, buti la jeshi ukampa mgambo. hayaehya we, haya we, haya. Haina maana kusema unanipenda, wakati unanichora, hata kama pesa ndo tatizo penzi letu kudorora

Kumetokea jambo hapa, shughuli yetu imeahirishwa. <coughs>

ndamo ondoke, sitaki kukuona malaya mkubwa wewe. Au ni yule mwanamke wa jana? Sheshe siwe hivyo, fungua tu ongee basi. Hivyo kunisaliti mimi kiasi kile? Hapana, sijakusaliti umenigosea tena na sija, sana, Machupa, ndamo ondoke na sitaki kukuona hapa nyumbani kwetu, na iwe mwanzo na mwisho leo uje hapa nyumbani kwetu. Sina nichokifanya jana pale, hapana. Sasa kwa hiyo unanihukumu kwa kwa kuniona tu na yule mtu na wala hukujua nini ambacho tulikuwa tunaongea. Wewe ni muongo sana, wewe ni muongo wewe, kuniongopea mimi eh? Ukumbuke ahadi zetu ulizoniahidi, kumbe wewe ni muongo kesicho Sitaki kukuona msaliti wewe malaya mkubwa wewe. Hakuna ambayo nimekuja, Sheshe. Sawa, unaniacha lakini kumbuka unaniacha bila kosa. naomba no, utoke toka. Sawa. Umeamua ku ah, no, no, a makoa ambayo niko nayo. Mi naenda mi naenda Sheshe. <coughs> Sawa, mimi naenda. Lakini kilo alichokiona tikyo... akionekani vile kama unavyoona Cheshe, nakwambia jema wangu ei, kwa jinsi nilimpenda na kumwamini

Umechoka vurugu za kupendwa basi si ungesema mimi ningepunguza au kuanza wewe kuondoka. Sasa ndugu yangu, ile gari uloniuzia, ile ni gari si ndugu yangu? Gari ni mbovu, ni mbovu mbovu kupindukia, kwa hiyo nilikuwa naomba unibadilishie gari nyingine. Aa, lakini panazungu ilikuwa ndani ya makubaliano yetu na makubaliano tulisheamaliza Leo nakuja kuniambia gari mbovu, na tulishakubaliana, ile ni moja makubaliano. Ndugu yangu sawa, sijakataa ile, ile gari ndugu yangu ni mbovu, gari ni mbovu, tutaitengeneza. Ah, ah. hela kutengeneza anatoa nani ndugu yangu, zungu, hela ya kutengeneza anatoa nani? Mi siwezi nikatoa pesa Nipeleke gari gereji nakatili ni nataka nitoe pesa kwa kitu kizima na kukabidhi mzigo wako sawa. Sio kesi, nitakutafutia okay. <coughs> gari nyingine kali, sawa? Hayo ndo mambo, wewe fanya mchakato, mimi nipate kesh. Hayo ndo mambo ndio nilikuwa nayataka useme mm. Gari kama hiyo nyingine ipo, ilete nije nikague, safi. Kesi ndoa shaka, sawa ndugu yangu. mambo vipi? Ah, niko pande za piston hapa ya. Ndugu yangu bwana ana mambo yake mengi kila siku yani mambo yake. Nani tena? Jamaa wangu mmoja hivi, ah, manager. <coughs> Shida, ndugu yangu, wewe mambo yako ni mengi sana. Na sina mambo mengi yani ah. mimi biashara zangu zinaenda fresh. Mimi nishafanya hii kazi miaka kumi sasa hivi, niko kwenye udalali wa magari, ndio maana unipe kile kimeo pale. Eh, ndoto zako ya ndoto zako kile, kile, kile, kile, kile haka, kimeo. Ile gari ya ndoto zako, zako, zako. Nimekupatia ila matengenezo. Ni vitu ambavyo vinatokea tu. Ni kweli ni gari ya ndoto zangu, usijakataa ni gari ya ndoto zangu, ni kweli, kila nikilala nilikuwa naiwaza ile gari, lakini sasa leta kitu kizuri biashara nyingine ziendelee, afu kuna biashara nyingi. Achana na hii biashara ya gari mm. Tutafanya biashara nyingi sana si ila ndugu mani. yangu siku hizi unakuwa sana mjanja mjanja na, so nakukabidhi keshi nyan, alafu tunaanza kona kona so nzuri si na hiyo biashara mimi sitapenda tena si e, tukitoka hapa nitaenda takukabizi gari nini lako na, pale sawa, mara sitalipanda nitakupa mwenyewe ile gari. Kaka, sio kwema. Nene shida hmm. Ile kumtoa uti yule bidada mpenzi wangu imeleta shida tena, swala ni yule mwanamke pale ile, ile pae alikuja kunisalimia yeye kajua ni yeah, yeah, mpenzi wangu nimeenda kwao, anakimbilia ndani. Nimehangaika pale mlangoni, nimepambaza, yuko ndani hataki hata kufungua. Eti kaka, hata hata kama ni wewe kweli, mpenzi wako kwanza kakuacha eh, kwa, kwa, kwa, kwa kosa la kukuta na mtu naongea naye pasipo kujua ni nani? Inawezekana, lakini pia huwezi jua. Ila kwa haraka haraka nikiangalia swala lako, mke wako huwa na wivu sana sana sana, wivu unaonekana ukawa unamtesa, lakini wivu ndio mapenzi, mjue Hivi ndo mapenzi mzee. Jaribu kuongea naye. Ni hivi unatakiwa pia ulibebe, ulisaidie ndugu. Ah, wapi? Yule mwanamke ni kauzu. Unaenda kuongea naye tu anapokutolea ile macho. Anapokuangalia, ah, mwanangu lazima urudishe chenji. Kaka, naye. Kwa hiyo sasa vipi? Ile tukio ndo naachana naye mazima sasa kwa sababu ile tukio. Hamna pambana, mwanangu. Eh? Pambana, unaweza kufanikiwa. Hapana, kama uliweza kufanya vile, ulisaidia mara kwanza, pia saa hizi nisaidie ndugu yangu hmm. Ila babu unatia sana huruma yaani, unatia huruma kinyama ila fresh. Kwa ntajaribu. Eh? Utajaribu? Ntajaribu. Utajaribu, utajaribu kukusaidia ila yeah, mwanangu, ule mwanamke ninavyomjua waita kaka... leta event hapo kubwa, mambo yake umeona, msaidie, msaidie bwana kijana, umeona mambo yake tayari anaanza kuagiza vyombo, msaidie tu, mambo ya kaka... kaka... moyo unauma, mambo ni mazito, mimi nakachwa bila kosa kaka, yeye anakupenda, leta event kubwa huko

Katokea tukio ambalo limeleta sintofahamu mpaka w kama kuondoka pale, lakini ile tukio kuna mtoto tu alitumwa ajamute Machupa, kuna mdada namuta nji akaonbi maa kwao oh, akaenda pongea naye baada ya kuongea naye, wewe ndo umekasirika na ukatoka. Lakini navyomjua mimi Machupa, yule mwanamke sio mwanamke wake na wala hamjui kabisa, labda ameitiwa tu mambo ya kazi Jena, kwa sababu yule ni meneja. Hapana, jana niliona mwenyewe kwa macho yangu akitaka kumkumbatia yule mwanamke na kumbusu pia nini utaniambia shemeji anakupenda peke yako machupa anakupenda peke yako haipo hivyo kama unavyofikiria wewe shemeji amini angekuwa ananipenda asingekuwa ananifanyia vile sikiza nikwambia kitu shemeji tafadhali ninakuheshimu nimekusikiliza vya kutosha sana lakini machupa ninachojua mimi niliambiwa ni malaya ila sikutaka kuamini wala kumsikiliza mtu wowote ila jana nimejionea mwenyewe kwa kifupi, sheweji, mimi ndugu yako simhitaji tena, kaniumiza sana, kavunja sana moyo wangu. Hivi nyewe wanaume mpewe kitu gani hasa ili mnizike? Kumbe nyewe wanaume tabia zenu zote ni moja tu. Nimeumia sana sheweji, nimeumia sana nasizanikanchamwamini tena. Nadhani unakosea. Jana tukiwa umeiona, sawa, na umemwona kamkumbatia, labda una, unajua wee, walikumbatiana amepiga mabusu, labda wana wewe, lakini ile ndugu yangu namjua mimi, hiyo tabia hana kabisa, yule anakupenda wee peke yapo hicho kitu unachotaka kuniambia hapa sasa shem, maneno niliongea hapa yote na ukweli ndani yake, ila ukitaka kuyanii, ila naomba nikushauri kitu kimoja. Macho yako yameona, ila wakati mwingine macho yanadangana, naomba utumie darubini ya moyo. Pindi utakapotumia darubini ya moyo wako utagundua kwa Machupa unampenda au umpendi, na utakapogundua unampenda basi, utajua kabisa lile tukio sio la ukweli, na kama humpendi itakuwa ndo sababu ya mapenzi yenu yenyewe kuishia. Ah, yeah, ah, yeah. Kuachwa nishazoea yeah. Ah, yeah. Mimi mzima, mzima. mzima. Nafuata nilivyokuona yani, sina. Kazi yenu nimeshamaliza. Ina kama siku ngapi? Leo siku ya pili, ila kama nilivyokuambia, mimba bamba sina. mm -hmm. Na mpunga wako hapa ninao. ha, kweli ah, mpunga wako mimi nawe tosha. <laughs> mm, nafikiri ni vizuri hapa ukajihakikishia mwenyewe shipu

Sista, vipi? Mbona uko hivyo leo? Nini, dada? Hebu nenda kajiwe shughuli zako, bado mtoto mdogo sana. Subiri. Wewe mbona uko hivyo leo, mbona si kama nilivyokuzoea vurugu za kupendwa? <coughs> <nukajua>. Basi <coughs> mimi ningepunguza. Akosa, nilitubu mm. <coughs> na kama vurugu za kupendwa basi, unitaki si ungesema wakaondoka utaanza wewe kudondoka, nimesha kwa chambali na nimeshasepa. aiye aiye kuachwa nishazoea, aiye aiye kuwa singo nimezoea. Ah, Machupa ah, hey, nimeingia hivyo. Fazali, tena umefika, ndugu yangu, habari zako? ah, safi, habari yako Bwana, ilikuwa nikuletea lakini nimetingwa kidogo ila mambo safi, kila kitu kiko tayari. Wewe una wasiwasi gani ndugu yangu? Mimi nakwambia hii ni gereji kubwa kwa <laughs> sababu eh, hapa tuna tuna magari mpaka ya Kenya yote yanatengenezwa hapa. Wewe, na oh, tuaminiane. Natamani niongee maneno mengi mengi sana fundi. Si Nashukuru wetu wa Minyani, tu wao, si una nimetembea sana kwa mguu baba. Ngoja nichukue gari niondoke. Karibu sana asante fundi. Haya, sisi ungesema mimi ningepunguza au. yeah. yeah. Kuanza wewe kuondoka, walikuja wengi wakaondoka. Utanza wewe kudondoka, icaka cha mbali na nishasea kuachwa, nishazoea yeah. yeah. kuwa single nimezoea

walikuja wengi wakaondoka, utanza wewe kudondoka, kwa chambali na nishaseba kuachwa, nishazoea ambazo unaona dada wako sipo sawa kiukweli. Shimeja kwa wamenichanganya sana na amenivuruga pia, yani kanichanganya kiasi ambacho nashindwa mwaangu kuvumilia. Hey, Shimeja ana tatizo gani? Machupa amenisaliti mdogo wangu, tena amenisaliti kwa macho yangu hivi, nikiwa ninaona, na sijategemenge kwa muongo kiasi hicho. Naumia dada yako, nateseka, sili, silali vizuri kwa sababu ya Machupa, na kibaya zaidi kinachonitesa nafikiria zile ahadi zake alizo niahidi naona kabisa kama nilikuwa napoteza muda wangu kwake. Sielewi mdogo wangu nifanye nini, nachanganikiwa mwenzio. Yaani unajua ah, dada wangu nanichanganya sana yaani kakusaliti na mwanamke mwingine kivipi? Yaani kakusalitije?